I am going to teach a story about Saul. Leo tunaenda kuwafundisha story za Saul. Saul asked if they had priest to let him go to Damascus. Saul alimwomba kuwa ni mkuu kwenda Damascus. Sauli akanomba ukwani found there. Sauli alimpiga mm. Sauli alipanga kumkamata Mkristo yote ambaye angemkuta kule. Sauli akapanga kuwabulaga Wakristo kuvalemeta na, na kuvatima uh -huh. Safi kabisa. Then, bring them back to Jerusalem and punish them <laughs> kisha kamlete Yerusalemu na kumwadhibu na kuntwala Yerusalemu ku uh -huh. ku oazibu o kujo ntu lwangu. Sauli alipokuwa njiani kuelekea Damaska, ghafla alitokewa na nuru kali

Sauli, kwa nini unanifanyia hivyo? Sauli. Wewe ni kwa nia, Sauli. Sauli, akamuuliza, nani? Ni nani? Wewe ule nani? Sauli alipochekeka, Wewe ni nani? Unaona? I am Jesus. Akajibu akasema mimi ni Yesu.

Sauli alianguka wapi? Sauli alianguka wapi? Sauli yoko